Sasa mimi nilisikia usiku simu ikisema wakinipigia simu akisema, Olifa ameua Shitokane. Nikauliza, Olifa alikuwa ameenda kwao, alirudi lini? Nilihusunika, nilihusunika. Sasa mimi sijui watoto wenye walikuwa hapo ndio walikuwa wakuambia ukweli. Nimefika kwa mtoto yangu kichwa imepasuka e, ametoka damu kwa kwa masikio na kwa mdomo. Nimeusunika. Shemeki yangu alipika nduku yangu akakimbia, mpaka akaenda akaishi Mombasa siku nyingi, na bila aliishi Mombasa, akarudi wakati wa matanga, siku ya mama alikufa hapa, mtoto wakati mtoto alikufa hapa. Na huyu mwanamke hawaishi vizuri na amani kwa hii nyumba na huyu ndugu yangu hata huwa anatoka tu, anaenda kwa pombe, akilewa akitoka kula anaanza vita kwa huyu ndugu yangu e, mwenye amekufa na mkewe huwa na msoso kila wakati, hata kurudi kwake hapa. Kuna mtoto wake msichana mkubwa ndiye insist ya kwamba e, mama asiborudi awezi saidia mzee sasa. Unaona, ameua baba yenyu na nyinyi ndio wenye boma. Na nimesikia wananchi wakisema kuna watoto wawili walikuwa wanasaidia mama kupika hiyo baba ya bila wananchi wanasema, na mimi najua Yesu atakunyima pesa wa kunyima hata ugali, lakini maneno hayo si kukunyima. Wametupea maneno ya kutosha. Kwa hivyo, mimi ningependa kusema hivi, wamama. Kweli bisa imekuwa kifanyika ya wamama, mama kuwawa wana na wanaume na tukaanza kuaga PD. Sasa leo nashangaa, imegeuka tena, wa mama ameanza kuwa wanaume. Family members wana suspect kwamba bibi yake, walizozana kidogo, akachapa bibi yake na bibi yake akamgeuka na watoto alafu akamchapa. Hapo ndio aliona ameuawa. Na mimi mwenyewe nimefika, kulingana na maongezi ya watu, huyu mwanamke ameua ameua bwana yake. Kwangu mimi ni kusihi tu wanafamilia, mambo ya kuzozana kila wakati ni kuketi na kuelewana, hakuna suluhu kwa kuuana.

Hiyo ni fitina tu na usiwahi kupata fitina, ngojea habari ya serikali, kwa sababu tuko na mbinu tofauti ya kuweza kuwa